Kama wewe uko na id na wewe hauna voter registration uja register na usima hoje. Mimi nataka Bumula tukuwe na kura elfu mia moja kura elfu ngapi? Mia moja. Hapa mbele tunataka kupangana maneno ya siasa, we want our vote to count. Nyinyi mmepiga kura kutoka 1963 Kenya hii hakuna Muluya amepanda wale viongozi tumekuwa nao ni kutuambia mimi ndasimama next election ikifika katikati anasema hiyo hapana ndasimama ile ingine ikifika anasema hiyo hapana ile ingine paka wamezeeka wamekuwa eight years sasa nataka mchukue kura tumekuwa juzi na ndugu yangu speaker Moses Wetang'ula akasema yeye atakuwa rais 2032 sasa ameruka amesema ati 2027 ati, ati anajipanga atakuwa rais 2032 2032, ndugu yangu spika atakuwa ts. Yes. Unfortunately tangu asubuhi nimekuwa na ofisa wa IBC amenambia, hakuna hata mtu mmoja ameenda kuregister, hakukuwa na mtu hata mmoja ameenda kujisajili. So tutamrudisha mbunge kwa njia gani? Halo, tutarudisha mbunge kwa njia gani? maneno peke yake yatampatia kura? si lazima tushike kura kwa hivyo na wasihi, let us take advantage of this period. Tujisajili kama huna, kama unataka kubadilisha yote, unaweza kuwa ulikuwa umejisajili, but ulikuwa unaishi kwingine na sahii umehamia hapa, pia uta, utabadilisha.